iyi mwateelezi mose kulikose uko mukuteeleza radio alinafe nimpokelerani mu program iyi ya chipulikano cha wakatolika pano pa wairesi yakuzamiska ya chitemwa pakati pitu um, radio alinafe ikupulikikwa pa ma frekuensi ala 104.0 fm kweniso 104.2 fm kweniso tili pa makina ga intaneti pa www radio alinafe com e, kweniso mose imwe mukutilondezga kwizira pa YouTube yayi tampokelerani kufuma apo apapa chiponde Francis wakatireka mpingo pachalo chose chapasi maso yakawa ku Vatican kuti ka papa uyo wasole kenge sono wawenge papa wa mtunduli ndipo sono nadi apapa uh, uh, wasono tilinawo apapa uh, Leo wa namba 14 iwo zinalao uh, ni a uh, Robert Francis Prevost wa ku United States mprogramu yamwauno uh, nilisona abambo Elias Chizule awatu ovilenge kupata ulapo pia kusikana na ulongozi wa apapa leo 14 pasono pano awasolika waka pakuona sonte mu iwo abambo Elias chizule ya kumanyira mbili yao a apapa leo 14. kweni sontemu wayambila ulongozi wao mauno munaine Peter Chimimba mwambula kuti nyengo nimpokeleana bambo mu programu ino ya chipulikano cha wakatolika taonga chomene chimema mm -hmm. pachikaya palipose palafumu yasoleka bantu wakulindiza vinandi kuti kafumu ii ulongozi wake uwenge wa mtunduuli sona kumba kuti tuonepo ulongozi wa apapa lewo ntemu imwe mukumanyila moyo wao e, kweniso ntemu wayambila udindo wao pa madazi yachoko wakala pa muuso uu muvigawa viwili vikuluvikulu chakwamba his leadership style chachiwiri direction of the church kutika mpingo ndimkuonera uh, paulongozi wao unjililenge ngu cha nkuo chakuamba tiyambile pene penepapo pa leadership, uh, leadership style ndimwe mkuwamanyira apapaleo ulongozi wao ngwa mtunduli chakutanga uh, panyake ninga yooyakuti apapa leo Uh, uh, timanye kuti wakoleranako chomene na, na uh, papa Chiponde yawo wali kutireka kumaliroko uh -huh. wasolera wakawasolera uh, pa 2013 kuti wadangilire uh, dikastare ya mabishopu iyo ikuona za mabishopu kweneso apo wakawasola kuti wawe mu special pontifical commission yakuona za ku Latin America wanguwa pafupi chomene na Papa Francis so chakwamba nchene chicho kuti naome wakawera pafupi na Papa Francis uh, tikusachiza kuti kachitiro kao ka vintu kangapambana chomene yayi mu vintu vinyake uh, naome wa Papa chiponde Francis wakachitiranga okay sono tikuona kuti misa yao ya kuyamba ofesi yao ya petro mtua ichitikeke pa 18 kwene mu vintu vichoko hivo iwo wachitapo naomewakalongozkekela ku bantu kuti papa wasono ni uvyu mm -hmm. tikuona kuti nati uh, walikutali vilichomene ayi mumachitiro avintu na papa chiponde uh, Francis au wali kutileka Hmm. tanguona uh, uh, juzi anguwana wa, wa ulendo wanguta ku, uh, kukaona vabali vao wa chipani chao cha st augustine ku rome kwene kuko huko kwene kuwaro kwa st peters hmm. uh, basilica na paris kwa Karayu wakaruta kura na magalimoto aviri ila convoy ka magalimoto aviri waka keneso uh, wanyamata wa security ah uh, tukaona kuti wakavwara uniformu yayi panyaki masuti yayi waka wakawaka mvua vara vyao mm-hmm. sono hapo tukuona kujiyura huko kukawapo na chiponde uh, uh Francis. Francis. kuti yes. kukurutirira na Pope Leo okay ah uh, kukurutirira so uh, we should we say he is humble yeah i think he is humble kwene so mm-hmm. tangupulika kuti Uh, wana chakurata panyake mpumba ya kuti lekani nitauze wanthu awa panyake vakwezwa mm -hmm. kuwaweza apa apa imunga chitatanga ivi mm -hmm. so chikurongora kuti uh, kujuyura ukawapo na Francis iwoso kukurutirira kukuru the simplicity that he, Pope Francis had okay eh kwene kuna so kuti Uh, umoyo wao namu watewetera chome chomene ku Peru. Mm-hmm. Na umuso Pope Francis wakachitiranga vintu vyake apo wakawa waka, uh, Archbishop ku Argentina Yes. Vikukorerana koso. Okay. Fukwa, uh, tikupurikanga kuti apapa Francis apo waka Archbishop ku Argentina nyengo zinyake wakakweranga basi mm. wakawanga na vantu kuendanga limoza kweneso nyengo zinyake waka pikanga weka andi taonaso uh, Papa Leo kuti uh, kanandiwaka nyengo zinyake wakaruta ku, ku, ku DRC apo wakawa cardinal eneso so ku Kenya ku Nigeria, so Nigeria. kwenye mm -hmm. kaona kuti wakutora chakulya yekha kichini wakushita pa yekha self service self service ya ya not service yakuti panyake mm -hmm. buffet mm -hmm. kuluta ukichini naukatora chakulya Mm -hmm. ee eh so vinthu ngani ivo kwa wanthu alongozi walalawalala ngani mabishopu tikuona ni chinthu chapaderadera okay. kweneso apo wakawa kuperu mm -hmm. uh, wakanweka chomene na kovwira wanthu wakusuzgika waka wakavu, wakavu uh, kwa kuti nyengo zinyake wakarutanga mpaka uh, matipa matyaka kuka kukauvwira watu munyengo izo maji akakuti kuli mafradze ndo nyengo iyo achale wasembe uh, okay eh panji wali episcopi waka wali episcopi ndipo tina vithuzi tinavyo mm -hmm. wavwala vimauyi vimajombo mm -hmm. uh, wali matyaka maji mm -hmm. e, kovwiranga wanthu awo wasuzika uh, kweneso sonsono apa covid kwa, kwa na 2023 kwalira ya kuyambira 2019 kwene kuno kuitu kwa Afrika chomene mm. ikatikwasa chomene kuyambira 2020 Ehe, so kura Aha. kuperu nako apo ka covid ndiko kuti iwo wandachemekeayo kuti walute ku Vatican, kukatora mm. udindo wakawapa wakuwa mulongozi wa dikastare ya mabishopu mm. wakawapa nthazi chomene kupenjapenjanga uh, oxygen uh, wa wanthu awakasuzikanga wa na nthendaira ya na COVID. COVID ka ikasuzanga chomene kunkhani ya uh, oxygen mm -hmm. so iwo wakumanyika chomene uh, ku Peru e mm -hmm. kuti wakawa centres missionary uyo wakawanga pamodza na wanthu mukusuzikika kwawo kweneso kuti wakaapenjerera chomene oxygen wanthu awakawaluanga COVID so tikuona kuchipereka kweneso ukhwasika mm -hmm. chomene na wanthu mm -hmm. awo au wakusuzika okay. okay. uh, huh? so Pope Francis kunasokuti ndivoso ukawa umoyo wake chomene chomene mu uteweti wake ndipo tingayoa kuti patingapanga summarize paivomwayooya mm. ndiuti waka hambo wakuchichepesa yes. yes. kweniso tu kuchipereka pa uteweti wake pakutewetera munthu walionse yeah. okay enenso panyake icho ninga yoya kwaskanaso chomene na panyake ntitanguvuna uh, pa nthazi mm -hmm. ichikulana chomene na zina ilowasankha mm -hmm. a yeah, chomene chomene la uh, Leo 14. Leo 14. ndikuti iwa mba namba 14 kufuma apo Uh, leo he, he. wa kwamba pakalewo wakwamba namba tu ndikuti wasaa wakhalapo wapapa awo mazina awoniwo wa, wa wakatoela zina la Leo ndikutiiwo mba namba 14, namba 14. wa kwamba wakawa Leo the Great greate mm -hmm. wa kwamba so hapa pakara 13 so kwene mm -hmm. ching'anamula mura kuti ome iwo watolera Leo 14 wakumba walutirize apo Leo 13 wakalekela kweneso kutolera chomeni umoyo wa Leo 13 Okay. Uyo paratingaruta ku umda huko tionenge kuti wakawa papa uyo wakanweka chomene ku kovwira vanthu wagwira nchito wakusuzika kweneso mm. uh, chomene wakawa panthazi kutsika panthazi social, uh, social justice, social justice. Yeah. so vinthu nga human rights Pa, eh. natinga kumbukira. A, papa, Leo 13 wakalemba kalataila kumanyikwa chomene ya Rerum nove... <laughs> Social justice, social justice. Okay. So ndi chikutilongola kuti iwo nawo wakhumba wanjilire wa, wa kwenekuku kuma issues ya social issues okay. social justice um, kovwira wanthu awo wakusuzikanga manyi wa nshito, eh ntchito waukavu so chikutilongola olede kusola wakazina la Leo oro mm -hmm. alexa- uh, Leo wakwamba Leo the great naye wakumbukira chomene chifwa wakaovwira uh, msumba wa, wa Rome from an attack ya yeah. wanthu wanyake so uh, that's where wakuti pa idea kuti ndiko kuti iwo wakumba kuti social issues social mm -hmm. justice and it particularly as a social justice it includes kupwelerera panyake uh, charo kuperelela, you know the environment yes. ndiko kuti viri mano anu awo mm -hmm. so tanguona kuti uh, a few days ago again tanguona kuti kura ka apo ukawanyifa ya. watola nkhani more than wanandi 800. so apapa uh, wati wasoleka waka wanguao wankumana wanguana, nawo uh, a pambere wandawerere mvyaro vyao apo wayoweskanga nawo tanguona pop uh, Leo uh, wa 14

kutika apapa vitu leo 14 um, tikaze kuti mpingo wautolelenge nkhuni yayi mwawateleze akutemweka kose uko mukuteleza radio alinafe kwani semwe mkutilondeza pa youtube na abambo elias chizule apo tikuyezesika, uh, kupata ulako umoyo wa apapa leo 14 ao wasoleka waka awo sono ni mlongozi witu waekelezia pachalo chose chapasi

E chifukwa kanangasiwo ndio mvikiriri mulala wa chipulikano chacha katolika mm. chisambizo cha mpingo wa katolika tilindize tikhazwe vichi kufumia kwa iwo chifukwa patingaona musivi yao e, ni nkwanta yakhoskana na masambiro yala ya canon law mm. e, w wow. ntimkuonelemwe tikhazwe vichi kufuma kwa papa vetu a panyake nati kwakwasana kwa, na kuti kuvikirira mpingo ine na chigomezo kuti papa waliwose uh, uh -huh. wa wakuvikirira chipulikano cha mpingo uh -huh. uh, ivo panyake panyake vi, vi, viku, vikupambana ni polise na wangachitiranga vinthu chome chomene chomene uh vakhwasana -huh. na ulongozi kwene kaskana na chipulikano cha mpingo ka iye papa naye ndiye wakuenea wa kuwapa nthazi wa mvikiri kutwaka papa leo uh, wa 14 tingati panyake wangapambana na mpapa anyake mm -hmm. uh, kusazgirapo apapa chiponde francis chifukwa chakuti iwo awa na umwayoyera nkwanta uh, ya malango ya pachitumbuka kwali wakuti uli kwene ni doctor of canon law ndiwo malango ya mpingo ndiwo akuendesa mpingo, uh, mm -hmm. uh, mpingo, wakwende, <laughs> mpingo muvyose mpingo kuchita pachalo, pachalo chapasi mm -hmm. so kulongola kuti nao mumpingo ungaendela iwo wakumanya makora kwa kwaasana na maofices kuti aende uli masakramenti aende uli Uh, katundu wa mpingo waende uli hiyo iwo wakufumanya makora hivyo ndipo apo wakawa ku Peru wakakwira ko nchito kura nga ni uh, judicial vicar panyake tukiwa kuti anduna ikuru ya abishop uh -huh. kudioses iyo nga wakakwiranga kunchito ndipo panyengoeneiyo wakawa somsambizi mkuru professor of canon law kuseminare ikuru ya ku Peru Okay. So, ndiko kuti pa vya maramuro mara, mm. ya mpingo iwo wakubvimanya makora chomene uh, mapapa anyake uh, panyake wangayesanga kudaliranga wanthu awo wangaphaliranga kuti ka va marango vikuti uli kweni iwo wakuvumanya kale marango ya mpingo kweneso mmanya kuti papa nayenso ni judge mumpingo -hmm. palame nkhani zithu kuno kuma diocese za zasuzga zikutanga kuma tribunal ya ku Romu kwene mm -hmm. nyengo zinyake zingafuma so kuma tribunal kula na ukafika kwa umaliro mu office mwake kuti iye wapereke final uh, decision iko okay. kuti iye walikaline better position Hmm. chifukwa ni kwanta ya zamarango ya mpingo kachiviri okay. ngawe ya kuti iwo na mnangu yowera wagwiranga ntchito mu, mu uh, dikastari ya, ya mabishop a key position in the appointment of bishops. Very, very key position and the very key dikastari ku Rome. Chifukwa mukumanya kuti papa maoko yake anyake ni mabishopu na yes. makadino ndi wakumuvwira kuendesa mpingo yes. sono iwo uh, uh, kadino province apo wakawa ku Rome waya ndi wakaonanga mabishop wose nkhani zao mm -hmm. kusoleka kwao mm -hmm. na upwereleri wao ndipo kuti ii ikawa ofesi ikulu chomene iko pa so idea ikulu ya um, the universal church ilili kwenesoomwe ikuendera chifaka chifuwakaa olo maripoti wakapokeranga kufumila kuchalo chose chapasi and then wangu wasomulala mm -hmm. okay. uh, wang, mangu yoya kuti wakawa mu ngwa chipani cha Augustine mm -hmm. kula nako wakawasomulala uh, wachita hold maposition yanandi muchipani chao mpaka kuwamulala nditu pakanyinbukanyake wachipani chenechichao wakawa ku Amerika so vyose ivi vikuwapa vikuwalika pa Uh, pa phepete mi iwemi luwandi lwemi wakuti walikala na idea nangauli inte ku Vatican wandakhalise chomene cha mm -hmm. kwene wangutora ma key positions nangu yoyaso kuti apapa wakasoraso kuti wawe mulongozi wa, wa pontifico, competi, pontifico pontifico commission, commission yeah. ya kuona za Latin America yose mm -hmm. eh, so ni maudindo wakulu chomene abambo Nyengo yakhala pachoko takhala ana maminitsi pachoko mm -hmm. nikumbauti timalire nafundo ziwiri mwalukusu um, mm -hmm. fundo ya ya kwamba yakwamba nikhania ikumba um, nimanya in your own view mm -hmm. iwo mbakufuma ku United States of America yeah. the first pope from the American uh, from North America eh mm -hmm. uh, should we say kuti kusoleka kwao kuwa papa has got any impact on the Church of America kuti panji mm -hmm. mpingo wa kwa Amerika chifoti ndimwasolekera papa tingo yakuti kumanyitino kuti, eh, kuti eh, response yake mm -hmm. I ivenge uli uh, kusoleka kwa papa kutingwa ku Chicago uh, mwambula kuganiziraso mnyake ya influence ilipo kale tanguona umu ma Americans orede wakondoleranga most of them mm -hmm. they, they didn't actually wagomezganga yaye kuti papa wangafumira kwa America. Kwa America. Uh -huh. mm -hmm. Tang, tangona ma videos ma Americans wanyake wa sembe, wanyake wa Kristu. Olo wantu wakuti mba Kristu cha. Tangona President Trump mm -hmm. wa ku America. Wa kundwa jomene kuti. Ha, ah, na kundwa jomene kuti papa uyo wafumaku. Wafumaku ndi kuna kuna kuna kuna kuna kuna I'm looking forward in kumbani naye kumani nae ruwiro, ruwiro, ruwiro, ruwiro. See, So, so already, that mm -hmm. is an influence. Okay. Ndipo, umwalili kula ola kuti panyake kanyengo kanyake wasa kuti waka kuti waka, waka waone watu kuzama a lot of uh, Uh, there will be a lot of uh, kuzama, influence. Eh, eh, hapa uh, um, nipia kepo. hapa nipia kepo. Mm. Kweneso wa nyake, wana nenge kuta a, katolika, ndiko kutipanyake kuno kwa Amerika. Kwa Amerika mm. Na nayoso, panyake... Jakongono. Jakongono, panyake okay. so inga, inga waya kovira. Okay. So, kwa papa wakwamba wakuti wakwa Amerika, weneso chikutilongola kuti mpingo sono walazanati ku lwandeli mm -hmm. nyake chifwa kumanyuma konse akuma papa afumiranga ku Europe mm -hmm. so apa papa wakwamba wambula kufuma ku Europe wanguwapo Francis yes. then immediately munyakeso wakufuma so ku Europe ku Amerika so ndikuti nati apa mpingo watora nye, uh, another uh, direction direction. yakuwakuti mm -hmm. nati ulongozi ungafuma mm -hmm. nati uh, kudera liliose pa chalo pa chapasi ok e, mbuneneso kuti pa mpando wa apapa mphinjika pakuwa mphinjika yakulazika pasi pampando wawo ipampando e, ah. na khalene mbwenu eh, pai mphinjika kweni yakulazika pasi mbuneneso ah -ah. okay. yeah ndi kuti ife wanthu kuyoyauyoya waka kweneicho ningayoya nchakuti mm -hmm. papo akwamba petro mm -hmm. ndie wakakomeka mutu kulazika pasi. pasi. ikalazika pasi pinjika yake ikalazika pasi kuti marundi akala kuchanya mutu mm -hmm. wake ukaa uh, pasi chifwa cha kuti wakaesa kupempha kuti mm -hmm. ninga wanga ni ninga wa, ninga afumwane mpinjikane ni afumuchuta yeso pasi mpinjikane ilazike pasi okay tikuona mma social media uh, uti uh, papa nawoso wana coat of arms yawo mbuneneso kuti wapanga nawoso wapanga introduce coat of arms yao ya y mbuneneso nati papa oh. papa walionse wana coat of arms uh -huh. nga chinthu icho uh, wangamanyikiranga nacho pakuanasona okay. umu wa vision yake ilili mm -hmm. wana pafinyake pavinyake ivonaonapo pali baibulo lakujala kweni pachanya pa baibulo pali mtima wa fumu Yesu mwalupuso hmm. chingati mgweruscavic chinganamulo ichia simbo e nkhani uh, ya uh, panyagi ya coat of arms ya uh. papa ninkhani yakuti panyake program programu yonse Mara okay. pa, pali vinthu vinandi kuona waka pa chipewa cha bishop chili panthazi pala e. chinamabandi uh, atatu pala ya golide ya mm-hmm. A, na e. E, pali makii abiri achitana cross nthena pali maro ya blu ku wit okay. uh, mayo yanadi za mtima wakulasika na mkondo na munga ni chome na bambo so apo tikumala porogramu ithu kutolerana ipo tadumbirana ndi ndikuti natola mufundo fundo eh, ziwiri panje zitatu zikuli sikulu mm -hmm.

E, tangeyoakoza zankani ya social justice mm -hmm. kuti iye nditu wakulongola kuti wanamtima to fight social injustices mm -hmm. ivo vikuchitika mchalo cha pasi mm -hmm. pakuitiliza uteweti uh, wa apapa Leo XIV mm -hmm. panyake icho fundo ya umaliro yanga kuba kuti watewerezi wa ni wagawirepo mm -hmm. ni kufuma kufumbo linyake iyo uh, kuti ka njifo kwa uli mukuyewa kuti papa ni mtua mm -hmm. why do you call the the, the, the, Pope, the holy father okay. ka munthu waliose ni munthu wakuti ingozi nyake wakubuta mm -hmm. so nakumbakaniwoa kuti yai iyo ichiicho ichi nchitua ni ofesi yake ya papa huyu okay. kwa chakuti ofesi ya papa mpando mm -hmm. wake udindo wake ukakhazikiskika na Yesu Kristu uyo ni mwana wachiuta uyo ni mtuwa okay. so ndicho chifukwa papa waliose para wasoleka mm -hmm. wa kuchemeka the holy father wanyake kuti atata uh, uh, witu atuwa na unga chome na, na bambo tizakakumaneso sabata ya machero apo tizakalutirize kudumba nkhani ya mwoyo ya court of arms mwatereze kutemweka apo ndipo paumaliro pa programu itu ya maono ya chipulikano cha wakatolika ndipo apapa leo wa namba 14 au Uh, tangwezesa kuonapo za ulongozi wawo uwo tikhaze mprogramu ino iwo mbanambala 267 pama wahaliri wose wa Petro Mutuwa chifukwa udindi wa papa nguwakufumira kwa Petro Mutuwa ndimo ngani chomene abambo tizakumaniso mprogramu inyake mwaterezwi mwa uno mwangu ana ine Pita Chimimba